Eli, tunashukuru serikali ya mama Samia kulingana na ili daraja, upanuzi wa ili daraja, kutokana na kwamba ile li la mwanzo jembamba, lakini pia ilikuwa ajali kutokana na kwamba magari kumaliza ya kona yanasababisha ajali na maafa. Kwa kweli tunashukuru sana serikali ya mama Samia, ila changamoto iliyobaki tunaona kuna miti imekauka pale, inaweza hatari hata ya kuumiza watu au maafa kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali hiyo pia ijaribu kutuangalia hiyo miti hiyo, ndio ile isilete hatari. Watu wenye makampuni sasa hivi wanapata uweni wa kupita kwenye hili daraja, na vilevile vile kwa kweli hata watalii wanalifurahia sana kutokana na kwamba ni njia yetu ya kuendea mlima Kilimanjaro. Daraja hili lipo hapa tangu mwaka wa 1960. Kule nyuma lilikuwa la mbao 160 hiyo, daraja lile liliweza kuwekwa na wakoloni likiwa na upana mdogo wa kusema kama lilikuwa na upana wa mita 4 tu, mita 4 mita 4 ambapo magari makubwa, magari madogo, hata kupishana hapo ilikuwa shida lakini kwa kweli lilivipesa kwa miaka yote, hadi hivi tulivyopata daraja hili, na daraja hili tumelipokea rasmi mwaka jana. Swala la maji, maji kwa kweli alikuwa anapita juu ya daraja wakati ule, daraja ilikuwa ndogo, lakini sasa hivi maji hayawezi kuvuka juu kwa sababu daraja limekuwa kubwa. Zamani kuna magari yalikuwa yanateremka Kilimanjaro National Park, mengine yanapata accident kwa sababu palikuwa na kona moja mbaya sana na isitoshe sasa hivi watu wanapita vizuri kwa sababu kuna distance ambao watu wanapita kwa miguu. Kwa maana hiyo, kwa kweli limeboreshwa vizuri sana tofauti na lile la mwanzo, kwa sababu kulikuwa hakuna junction yote ya kupitia kwa miguu. Sasa hivi kuna sehemu ya kutosha kupitia kwa miguu na limeepusha ajali nyingi sana. Kwa hiyo ni daraja ambalo lina manufaa sana especially kwa mlima Kilimanjaro kwa sababu ndio sehemu ya njia ya utalii wa mlima umuhimu na uwepo umu wa daraja hili, kwa kweli tunashukuru kwa sababu limekuwa kubwa, hata magari yanaweza kupishana, lakini mwanzoni magari yalikuwa hayawezi kupishana. Yaani kwa mfano kama likikatika, ina maana changamoto zitakuwa upande wa magari yanayoelekea Kilema na National Park na yanayotoka Kilema kuelekea labda Moshi mjini au Mwika au Rombo. Mimi ni shukuru tu serikali ya kiongozi wetu Mama Samia kwa kweli ametufanyia jambo la maana sana, maana ametuondolea shida ile yote ile tuliyokuwa tukiipata katika daraja hili. Ukweli katika rais ambaye amefanya kazi, mimi ni shuhuda. Mama Samia, mheshimiwa rais wetu, kweli amefanya kazi, tumepata daraja hili na linatusaidia sana. Kwanza hili daraja msaada wake linaunganisha sehemu mbalimbali, kwanza linaunganisha lina, lina, lina, lina, sehemu yetu ya national park ambapo pia ni sehemu ya utalii, halafu inaunganisha kata jirani ambayo inaitwa Kilema, halafu pia ndio barabara inayounganisha moja kwa moja kuelekea Moshi na pia hata kuelekea Rombo. Kwa maana hiyo daraja hili linafanya linatumika kwa sehemu nyingi sana.